Hello Tanzania. Uh, kama ambavyo unajua, uh, katika nchi yetu kwa mujibu wa utafiti wa Tanzania Demographic and Health Survey wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili unaonyesha kwamba watoto wengi wa Kitanzania hawafikii hatua za ukuaji kulingana na umri. Kwa hiyo ukiangalia zile hatua zao za ukuaji na maendeleo hazifikiwi kulingana na umri wao, na hiyo inatukwamisha sana katika kufikia si tu maendeleo endelevu hasa lile lengo linaloangazia kila mtoto afikie hatua ya ukuaji kulingana na umri wake, lakini pia inaathiri maeneo mengine mengi ya ukuaji. Inaathiri eneo la tabia, inaathiri eneo la ujifunzaji, inaathiri pia eneo la afya ya akili na afya ya mwili. Kwa kuzingatia hilo, sisi tumekuja na suluhisho, na suluhisho ni hichi kitabu. Katika kitabu hichi, ambayo ni kazi mpya ambayo tumeitoa, inaelezea zaidi hatua za ukuaji na maendeleo kulingana na umri. Imegawanya katika umri mbalimbali, mbali, mtoto inabidi akuwe katika maeneo yapi? Kumbuka, tunapozungumzia ukuaji na maendeleo, tunazungumzia ukuaji katika eneo la kiakili, eneo la kimwili, eneo la lugha na mawasiliano, eneo la kijamiisia, lakini pia namna ya ujifunzaji. Maeneo haya yote yameelezewa kwa kina katika kitabu hiki kuanzia tangu mtoto anapozaliwa hadi miaka minane. Hivyo basi ninakukaribisha Tanzania mwenzangu, kitabu hichi usikikose. Kama wewe ni mwalimu ambaye unahusika na shule ya awali, au nyumbani kwako kuna mtoto ambaye ana mwaka kuanzia kuzaliwa mpaka miaka nane, au wewe ni mtunga sela, ni muhimu ukajua namna gani ambavyo mtoto anakuwa na kuendelea katika hii miaka minane ya mwanzo ili tubadilishe. Nikukumbushe tu mpaka miaka mitano ubongo huo unakuwa umefikia asilimia tisini ya ukuaji. Baada ya miaka mitatu kufikia asilimia themanini. Hivyo inamaanisha hii miaka ya awali ni ya muhimu sana kuliko miaka yoyote ile ya mtu. Kwa kuwekeza katika ujuaji na ujuzi wa hatua za maendeleo kulingana na umri, tunawekeza si tu kwa familia lakini pia kwa mtoto mwenyewe na kwa taifa kwa ujumla. Karibuni nakala hizi zinapatikana na unaweza kuwasiliana nasi sasa.